Maandamano zaidi yameripotiwa nchini Tanzania siku moja baada ya uchaguzi mkuu, huku raia wakionyesha kutoridhishwa na matokeo ya awali ya kura, waandamanaji katika miji kadhaa kama Dar es Salaam na Arusha wameitaka tume uchaguzi kutoa maelezo kuhusu madai ya udanganyifu na kasoro katika mchakato wa kuhesabu kura. Katika nchi hii hatuna nchi nyingine. Kwa hiyo ni kwamba tunapenda uhuru wa maoni, tunapenda kuzuia utekaji, tunapenda uhuru wa vyombo vya habari. nisha kwamba ili tupate uhuru lazima tutumie nguvu, basi tutatumia. Tunaandamana kwa sababu uchaguzi si wa haki, sababu tuliokuwa tunawataka kwanza hawapo, wameweka watu wao. Sijapigwa lakini nimepigishwa magoti na familia yangu pasipo na sababu, silijui. Jamani, hapa pana amani, na sababu nakosa silijui, lakini nimejitetea nikiwa ndani. Jamani kaambia toka nje, na kama msipotoka nje tutawapigia mimoshi mimosi mtoke na mabomu ya machozi. Vikosi vya usalama vimekuwa vikitumia mabomu ya machozi na maji ya kuwasha kuwatawanya waandamanaji, huku serikali ikitoa wito wa kudumisha amani na kusubiri matokeo rasmi. Viongozi wa upinzani kwa upande wao wameitaka serikali kuruhusu uchunguzi huru ili kuhakikisha haki na uwazi katika uchaguzi huo. Hali nchini Tanzania bado ni tete huku wananchi wakingoja tangazo rasmi la matokeo ya uchaguzi katika siku chache zijazo. Nikiripotia runinga ya TAS, Thika Kiambu Kaunti, mimi ni Purity Mwikali.